Akizungumza na kamera ya ITV, mwalimu wa mchezo wa kuogelea chuoni hapo Janet Danford Mlay, amesema zoezi hilo linaendeshwa na walimu wa kujitolea wanaochukua kozi ya mchezo huo katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Watoto wanapojiingiza kwenye mazoezi ni jambo muhimu sana kwenye maisha yao. Pili, wawanunulie vifaa vinavyotakiwa kwenye mazoezi husika. Naye mmoja wa wanafunzi hao Mariamu Ibrahimu, amewataka watoto wenzake kujitokeza na kushiriki mchezo wa kuogelea kwani mbali ya burudani pia ni ajira. Najisikia na, na, vizuri kujifunza mchezo huu wa swimming kwa sababu baadaye kama ukikosa kazi za ofisini, unaweza ukaenda kujiajiri katika kazi za michezo ya swimming. Na najisikia vizuri sababu mchezo huu unachangamsha mwili na unajenga miili yetu, lakini wahenga wanasema samaki mkunje angali mbichi. Mwinshe Ramadhani anazungumzia mapokeo ya wanafunzi hawa 28 kutoka shule ya msingi Mlimani inachukua muda inachukua muda of course, inategemea kwa sababu hawa watoto hadi leo tuko nao, wana miezi miwili sasa hivi na wanafanya vizuri, lakini kuna mwingine anakuwa, kuna otaphobia kwa sababu anaogopa maji, kwenda kuchukua muda mrefu, hata miezi mitatu minne hadi ajue, lakini kama huogopi maji inakuwa rahisi. Mtazamaji wa ITV, kama unavyoona ni watoto ambao wanajifunza kuogelea, mchezo huu ambao ni mzuri sana. Mimi nimejaribu na nimeenjoy kweli. Kwa hiyo, mzazi mlezi, popote ulipo ni vizuri sana kuwafundisha watoto wa kuogelea kwa ajili ya maisha yao baadaye, hata pia mashindano. Kutoka hapa Choki kule jijini Dar es Salaam, katika upande wa swimming pool. Mimi ni Isa Ndokeji wa ITV.